Bwana yes, nyuma yangu hapa kuna orodha ya mamvp watatu kutoka katika ligi ya Ivory Coast yes. Maana yake nini? Ni kwamba tangu msimu mwaka 2021 2022 mbili, mbili mpaka hapa kwa maana ya msimu uliopita wa 2023 2024, ma MVP mamvp wote wachezaji bora wote wa ligi kuu ya Ivory Coast wamekuja katika ardhi ya Tanzania, wapo katika ligi kuu ya Tanzania bara yes. Stefan Aziziki alishinda msimu huu yupo kwenye kikosi cha Young Africans. Yes, huyu yuko Yanga kwa maana ya alikuja hapa, ingawaje kwa sasa hivi hayupo kwenye kikosi, ameshaenda kujiunga na Wydad Casablanca. Pako Mzuzwa msimu wa elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu na mwenyewe pia alikuja Tanzania akajiunga na kikosi cha Yanga na bado yupo kwenye kikosi, na msimu huu ni Jean Charles Ahwa ambaye amejiunga na kikosi cha Simba. Sasa ukiangalia trend hii ya ma MVP hawa ni wachezaji ambao kiukweli wame prove wamethibitisha kwamba ni nyota hatari. Yaani, hizi timu za Simba na Yanga sasa hivi zinaangalia soko la Ivory Coast, mchezaji gani ambaye anakwenda kuwa MVP katika ligi ya Ivory Coast, kwa sababu hakuna mashaka kwa ma MVP wa Ivory Coast wanavyokuja katika ligi yetu, wamejiuza hivyo ukiangalia reference ya kupitia hawa ma MVP watatu performance wise imekuwa bora. Stefan Aziziki tangu amejiunga na Young Africans, msimu wake wa kwanza haukuwa mzuri sana, msimu wa pili akafanikiwa kushinda tuzo ya MVP, na huu ni msimu wa tatu ambao ameondoka na tuzo bado hasijatolewa. Pako Mzuzwa tangu ameingia kwenye kikosi cha Young Africans, amekuwa mwiba mchungu bado hajashinda tuzo ya MVP lakini hautoshangaa ukiona yupo katika nomination ya MVP kwa msimu ujao, kwa, kwa maana ya msimu huu kwenye tuzo zijazo. Jean Chalet Ahwa, Simba nyota ambaye anatajwa sana kwamba anaweza pia kuwa MVP katika ligi kuu ya Tanzania bara kwa msimu huu, ikumbukwe naye alikuwa MVP akajiunga na kikosi cha Simba kwa huko alikotoka. Huyu ametoka Asek Mimosas, huyu alitoka Asek Mimosas huyu alitoka Stella Ajame. Sasa MVP wa elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano huyu ni nani katika ligi kuu ya Ivory Coast? Lakini pia sio jina geni kwako, ni nyota ambaye tetesi zinamtaja kote kuwili, kwa maana ya Simba wanazungumziwa kumuhitaji na Yanga wanazungumziwa kumuhitaji na timu nyingine ukiachana, okay, na hizo za Tanzania, ingawaje Tanzania imekuwa ikifanya vizuri kwa maana ya kufanikisha hizi dili za kumdaka huyu nyota sasa, huyu nyota uh, sio mgeni ni Celestine Ecue. Celestine Ecue huyu Ivory Coast, bado hawajatoa tuzo za MVP, lakini huyu ana nafasi kubwa ya kubeba hiyo tuzo ya MVP, kwa sababu Celestine Ecue ni nyota ambaye namba zake zinazungumza bora kuliko wachezaji wote kwa maana ya namba za kufunga. Uh, so far tunapozungumza katika ligi ya Ivory Coast bwana Celestine Ecue amefunga mabao kumi na tatu. Yes, kumi na tatu goals. Lakini pia ametoa pasi au asisti kumi. Yes, asisti kumi huyu, yes, ndo kinara na ikumbukwe uh, ligi ya Ivory Coast tayari imeshamalizika, lakini kwenye asisti yeye ndo kinara anashika, ametoa asisti kumi amefungana na mchezaji mmoja ambaye na yeye ametoa asisti kumi. Huyu ni nyota wa Sola Bobo anaitwa Florian Didet. Florian Seri Didet. Yes, huyu ndo mchezaji ambaye anafungana naye katika idadi ya asisti alizozitoa katika ligi kwa maana ya asisti kumi, lakini katika magoli, magoli wapo nyota wawili ambao wamefungana, joint top scorer wamefunga magoli kumi na nne hapa namzungumzia Bakari Kevin. Bakari Kevin. Yes, hapa namzungumzia Kamagate Dramane. Kamagate Dramane, hawa ndio top scorers joint ambao kila mmoja amefunga magoli kumi na nne mmoja yuko uh, San Pedro na mmoja, mmoja yupo Korogo, kwa hiyo hii ndo orodha ya wapachikaji mabao. Utofauti wa hawa pamoja na huyu kwa maana ya seri amini Celestine Ecue, utofauti ni kwamba Ecue amehusika katika mabao mengi zaidi, mabao kumi na tatu na ametoa asisti kumi. Maana yake amehusika katika mabao ishirini na tatu msimu huu. Sasa Celestine Ecue huyu ni nyota ambaye anacheza kwenye kikosi cha ASEC Mimosa na ni mshambuliaji wa mwisho. Ana uwezo wa kucheza kwenye position mbili kama mshambuliaji wa mwisho lakini pia kama nambari kumi, inside left. Sasa basi Celestine Ecue alijiunga kwenye kikosi cha Ivory Coast akitokea kwenye kikosi cha Zoman FC. Ikumbukwe aliingia katika nusu msimu, yaani dirisha dogo la msimu. Huyu ndiye ambaye anapigiwa chapuo kubwa MVP, Celestine Ecue hata ukienda katika majarida mbalimbali vyanzo mbalimbali vya football kutoka Ivory Coast vinamtaja Celestine Ecue kuwa MVP, MVP, mchezaji bora wa msimu huu wa 2024 2025, lakini tunasubiri tuzo, tuzo zitaamua nini. Anacheza nusu msimu, yani msimu huu amecheza timu mbili, duru la kwanza alicheza kwenye kikosi chake mama cha Zoman FC na alifunga goli saba, aka akaasisti mara nne. Hii ilikuwa ni goals, hii ni asisti mara nne, lakini katika duru la pili la ligi akaenda kujiunga na ASEC, Mimosa ambako kwenyewe pia alifunga mara sita goals, akatoa asisti mara sita, kwa hiyo ni mchezaji ambaye namba za huku na namba za huku ni nzuri huko amehusika kwenye mabao zaidi ya kumi, na huko amehusika kwenye mabao zaidi ya kumi. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye ameprove katika timu mbili tofauti, amefanikiwa kufunga 10 plus goals, yani amehusika kwenye 10 plus goals katika kila eneo. Celestine Ecue ni moja ya washambuliaji mwenye nguvu, energetic, ana nguvu, uwezo mkubwa wa kucheza mpira ya ki, mipira ya kichwa, uwezo mkubwa wa kucheza mpira ya miguu. Sasa huyu nyota nilikwambia, sio mgeni katika masikio yako au sio mgeni katika macho yako. Ni nyota ambaye anahusishwa na vikosi vyote viwili, kwa maana Young Africans wanahusishwa naye na Simba wanahusishwa naye. Pengine inawezekana ikawa hawana mpango, yaani timu zote mbili inawezekana ikawa hazina mpango wa kusajili mshambuliaji wa mwisho au inside left, kwa maana namba kumi, lakini kutokana na kuwa na uhakika wa asilimia zaidi ya 80 kwamba nyota kutoka Ivory Coast, ma MVP kutoka Ivory Coast, wanafanya vizuri ndani ya ligi yetu ya Tanzania hiyo inapelekea kabisa hizi timu kujiingiza kwenda kumsajili huyu nyota. Kwa hiyo ni nyota ambaye ni kweli anahusishwa na hizi klabu zote mbili kwa maana ya Simba na Yanga, wote wanamtaka. Nani ambaye ataramba dume? Nani ambaye atampata? Ni hiyo vita ambayo tunaiacha hapo kati, lakini sofa tunavyozungumza, takwimu zake zimeonekana kuwa bora, Celestine Ecue uh, ikumbukwe uh, huyu unaweza ukasema labda uh, timu yake haijabeba ubingwa, kuwa MVP inawezekana ikawa kitu kigumu. Hapana, si hivyo uh, anaweza kuwa MVP. Kumbukwe Jean Charles Ahoua, msimu ambao alitoka katika ligi ya Ivory Coast timu yake ilimaliza nafasi ya tano, yes, ilimaliza nafasi ya tano katika ligi. Timu yake ni Stella Ajame kutoka Abidjan, Ivory Coast, na timu ambayo ilimaliza bingwa ndani ya msimu huu ilikuwa ni San Pedro. ASEC Mimosas wakamaliza nafasi ya nne wakashiriki kombe la shirikisho Afrika. Kwayo, Ahuwa, lezo, kwa hiyo Ahwa ni miongoni mwa kielelezo cha wale ambao wana wasiwasi kwamba ASEC kumaliza nafasi ya kwanza huenda asipate. Basi Ahwa anawaambia hapana. Ahwa alipata ikiwa timu yake nafasi ya tano. Performance ilikuwa bora ndio maana akashinda hiyo tuzo. Na uh, ukienda kuangalia kwa Celestine kwa ASEC Mimosas katika ligi imemaliza nafasi ya pili nyuma ya Stade d'Abidjan. Abidjan ndo imaliza nafasi ya kwanza, asek ya pili. Kwa hiyo Celestine Ecue, yeyote ambaye atanasa huduma yake itakuwa ameramba dume kweli kweli, itakuwa amepata mchezaji wa maana kweli kweli. Sasa vita inasalia kwao, nani ambaye ataweza kumpata bwana Celestine Ecue? So far probability ni mchezaji ambaye ana nafasi kubwa kwenda kushinda tuzo ya MVP, but uh, tunasubiri Uh, siku ya tuzo ambazo zitafanyika kule Ivory Coast, kama atashinda kabisa kwa maana ya kutawazwa kuwa MVP tutarudi tena hapa kwenda kuangalia. Uh, ameshakuwa MVP. Hapa tunazungumza kwamba ana nafasi kubwa, ndo kinara, na kuna baadhi ya vyanzo vinamtaja kabisa clearly kwamba ndo MVP wa ligi ya Ivory Coast kwa msimu huu kutokana na performance aliyoionyesha, but tunaweka akiba ya maneno hizi ni tuzo tuzo zina mambo mengi huenda asishinda akashinda mchezaji mwingine but so far katika namba ndo mchezaji mwenye namba bora zaidi kwa maana ya kuhusika katika mabao akiwa amehusika katika mabao ishirini na matatu bwana Celestine Ecue nani ambaye atamshika huyu itakuwaje basi iombee kila laheri timu yako iweze kumpata Celestine Ecue. Kama atakuwa MVP, au itakuwaje na deal itakuwa zimefikia kwenye hatua gani tutakuja hapa hapa katika jukwaa hili, hili, hili la Mzinga Sports kuja kujadili kitu gani kimetokea.